kutambulisha uongozi wa tawi la Simba hapa Ngobedi kwa Yasini, basi ni nuliangu, Asante, Simba. Simba. Naomba nikukabidhi kipaza ndugu yangu uweze kutambulisha viongozi. Asante, karibu sana Simba Simba. Jamani, wana Simba wote naomba msiwe wanyonge, hii ni fainali, na kama ni fainali na sisi ni washindi pia. Kwa hiyo popote ulipo piga kifua mbele, mwambie jirani yako sisi ni Simba. Baada ya hayo, baada ya hayo, ningeomba tuendelee na tafrija yetu. Ni kweli tulikuwa na mchezo mzuri wa fainali, cha kumshukuru Mungu, tumemaliza fainali yetu vizuri. Hatuna cha kuwadai timu yetu pamoja na viongozi wetu nadhani maandalizi mengine ya kuiandaa timu zaidi yatafata. Kinachofata, tunaendelea na utaratibu tulie uandaa leo. Utaratibu wetu leo tumeandaa chakula cha pamoja, tutakula chakula cha pamoja wajumbe wote na wanachama wote wa tawi la Simba Ngobedi kwa kushirikiana na majirani wote haima, haijalishi uwe ni watawi gani, watawi gani, ila wote tutajumuika kwa pamoja ila baada ya hapo ninge, ningeomba niweze kufanya utambulisho kwanza. Ningeomba nianze na utambulisho wa viongozi wa tawi letu, wanao liendesha tawi letu mpaka sasa lilipo. Ningeomba utulivu kidogo, wajumbe. Kwanza kabisa napenda nimtambue au nimlete kwenu mwenyekiti wetu wa tawi la Simba Ngobedi kwa Yasini. Hana mbambamba, ni mtu wa kazi. Alikuwa aende Zanzibar, lakini kasema Zanzibar, kitakachofanyika Zanzibar na kitakachofanyika nikiwa tawini kwangu yote ni sawa. Ameamua kubaki na wajumbe wake na wanachama wote, tuko naye. Naomba nimlete kwenu, Bwana Huseni Mwaleni, mwenyekiti wa tawi letu. Karibu mwenyekiti. <tip> Huyo ndo mwenyekiti wetu wa tawi la Simba Ngobedi. Pia tuna makamu mwenyekiti, hajafanikiwa kufika hapa kwa sababu ya majukumu ya tawi. Tuliyemtuma yeye yupo Zanzibar, alienda kushuhudia fainali, na huko alienda kwa ajili ya kutuwakilisha sisi watu wa tawi la Simba Ngobedi. Kwa majina anaitwa Hassan Dilunga almaarufu anajulikana kwa jina la Yange. Baada ya utambulisho wa ngazi ya juu kabisa ya uwenyekiti, tunaingia ngazi inayofuata ngazi ya katibu watendaji wa tawi. Ningependa kumleta kwenu katibu wa tawi anaitwa bwana Abduli Saidi. Yeye ndiye mtendaji wa tawi katibu wa tawi letu la tawi la Simba Ngobedi kwa mzee Yasini, na Abduli mwenyewe ndiyo mimi hapa. Pia ningependa kumleta mwenyekiti katibu msaidizi ambaye tunashirikiana naye katika majukumu yote. Sisi ni nguvu moja, niwepo mimi, awepo yeye, kazi inafanyika. Karibu Bwana Yasini. Makelele. Baada ya utambulisho wa makatibu, ningependa nije kwenye utambulisho wa ngazi ya ankara fedha, wahasibu. Tuna wahasibu wetu hawana mbambamba mba. Na hili ni jambo la kujifunza kwa tawi la Simba wengine, ambao wanatamani kuanzisha vitu kama hivi, ningependa waanze kujifunza kupitia tawi la Simba Ngobedi kwayo. Ningependa kumleta kwetu mhasibu wetu, jamani, huyu anatutunzia fedha zetu na toka tumeanza haijasikika hata mia ya mtu kupotea. Kwa hiyo anapokuja mbele yetu, naomba tumpigie makofi mengi huko na... kwenye viwanja vyetu vya mpira, mnaona watu wana vibegi kama hivyo, wanasema wengine kibegi cha makombe, kibegi cha magoli, ila sisi hapa tawi la simba tuna kibegi cha pesa, ndo hichi hapa. Baada ya hapo, ningependa kumtambulisha mweka hazina msaidizi. Hana mbambamba mba mba. Anachapa kazi kweli kweli huyu kweli. Kwa taarifa au tetesi zilizopo chini chini, GSM anataka kwenda kumtumia kwenye mambo yake ya uendeshaji, ila sisi tunasema kwa tawi letu tunamuongezea mshahara asitoke tawini kwetu. Karibu mweka hazina msaidizi huyu anaitwa Latifa Chanzi. Tumesema tawi letu ni tawi la mfano wa kuigwa popote. Pia tuna kitengo cha walezi wa tawi. Mnajua tunapokutana sehemu kama hizi, tunakuwa na watu wa aina mbalimbali, tabia pia zinatofautiana, ila sisi tuna walezi wetu wanaotuongoza tunapoenda tofauti, wanatuita. Ningependa kumleta kwetu bwana Muhamedi Aram Gude. Huyu ni huyu, ndo mlezi wetu wa tawi. Pia ningependa kumleta mlezi msaidizi, mlezi wetu msaidizi ni Mama Peragia, karibu mama Peragia. Mnamfahamu jamani, hana mbambamba. Mama yetu, tuko pamoja naye. Tuna wazee watawi, wanasema popote palipo na wazee mambo huwa hayaendi kombo kwao, na sisi kwenye tawi letu tuna wazee watawi. Ningependa kutambua uwepo wa Abubakari Ramadhani Buya, kama yupo apunge mkono, ila kwa taarifa nimeambiwa ameenda kwenye ibada. Tunatambua uwepo wake pia. Tuna kamati ya ulinzi na usalama mm -hmm. Tuna kamati ya ulinzi na usalama, ningependa kumtambua ndugu yangu, anafanya kazi sana. Unaposikia kuna mabodi gadi wa timu sisi tuna mtu wa usalama katika tawi letu. Ningependa kumtambua ndugu yangu bwana Njuu kwa jina maarufu, ungependa upunge mkono popote ulipo kwa niaba, kwa niaba ya wazee wa tawi. Baada ya mzee Buya kwenda msikitini, nimeambiwa kuna wengine wapo. Kwa hiyo kama unajijua ni mzee wa tawi, tunaomba usimame juu upunge mkono, tutambuane na tuone uwepo wako. Ningeomba msimame.